Leo tukaapa katika shughuli ya ku changa, kukuwa na wa vijana ambao wanaanza kufanya biashara, wanafanya biashara zao kutokana na uwezo wao, lakini tumekuja hapa leo, wanafanya pitching ili waweze kusema wanafanya biashara gani, e, wanahitaji nini, zile changamoto wanaweza kupitia, e, na sisi kama serikali na mashirika mengine tunaweza kuingilia wapi ili tuweze kuwainua katika hizo biashara wanafanya. Kuna wale ambao vijana ambao wako na ujuzi na hawana certificate, so tutawezesha kuwapatia mtihani na NITA ili waweze kupata e, hizo certificates. So tukishirikiana na haya mashirika tunaona kwamba tunaweza kuinua vijana wetu e, waweze kujiendeleza kibiashara, kiuchumi na waweze kujitoa katika mambo ya uhalifu na vitu zingine ambazo zinaweza kurudisha eh, maendeleo ya jamii. Lengo la business exhibition kwanza ni ku, kuwaleta karibu wanabiashara wadogo wadogo pamoja na wale stakeholders ambao lengo kuu hasa kuwaleta karibu na stakeholders ni kuwa hizi small businesses ziweze kuwa supported na ziweze kuenuka kusaidia vijana. Mrandew tuliuleta kupunguza hizi cases za juvenile gangs, na ndio maana tuka identify maskani za ambao tunajua juvenile gangs ndio sosi yao hizo. Hizi tena tumezipata kutoka zile vikundi za kule maskani, na lengo kuu na kuinua hizi biashara ni kuwa vijana wawe na alternative way za kujikimu kimaisha, kwa sababu tunajua wakiwa wakisha kuwa na kitu cha kufanya, hawataweza tena kukaba watu shingo kule vichochoroni na amani itapatikana katika eneo letu. Kama itawezekana ama tutapendezewa zaidi, sisi wasichana tufunzwe zaidi, kwa sababu kazi za mikono ziko majamvi, vifumbu, but mafunzo ndo hatuna, time tuko nazo, lakini mafunzo hatuna, hakuna. sisi tunataka pesa, kila mtu anataka pesa, but how am I going to find that money yenye itanisupport mimi na familia yangu? Ni biashara through kujitolea ama kukuzwa kutoka nje ili kuweza kupata ile pesa, tuta kupata pesa kwa njia ya halali. Most of us tunazaa kabla wakati wetu juu ya pesa, so tuwaombeni, ama tuomba msaada wenu, mtuweze kutusaidia na mtuweze kutuongoza, ili tunasi tufike pale ambapo wenzetu wako. Kwanza nashukuru pia kwa ile shirika la Chet, kuleta huu mradi wao wa wa Broad Broad Talent Initiative ambalo limetufanya kupata mafunzo kidogo, na kujua jinsi gani ya kufanya biashara na kuhandle vile inavyotakikana, na pia ningependa kuomba msaada kutoka kwa haya mashirika yetu likiwemo la We World na somo Afrika ili waweze kutwenua katika biashara yetu.